Ndire bunge la mwananchi Jacaranda hey. Elected na go so Nino on Sunday hmm. Kitu nataka kuambia Agnes Kagure alikuja kidogo na akapotea hmm. Sasa nataka arudi ground vizuri hmm. Wanasemanga mama ni jamini, ukweli ama uongo? Ukweli hey. Mama ndo mwenye nyumba, ukweli ama uongo? Kweli hey. Hey. Majamaa tumewapa ivi viti for law, round hii we coming to take over kama wanawake. Yes. Wanawake wapure <coughs> wanakulia sana mama hey. Hey. Hey. Kama ungebe ground, usitume mtu round hii, tunataka ukuje ututembelee, wewe kama Agnes Kagure kuja tuuze chama yako. Kuna watu wengi wanatamani kusimama na KPP. Kuja tembea mpaka mm. Tunakupenda sana Agnes Kagure pawa. Pawa. Pawa. Pawa. Wamama, pawa. Pawa. Agnes Kagure power. Power. Hey, mimi nikisimama hapa kwa majina najulikana kama Eva Agnes Kagure, tumetoka na wewe mbali sana, na tunajua njia zako, tunajua venye na tunataka hivi sasa bunge ya Jacaranda, sisi wa mama wa bunge wa Jacaranda tunajua hivi sasa 2027 tunajaribu sasa, hii mwaka 2027, wa mama sisi tusimame na mama mwenzetu. Tunataka kuambia hivi, Agnes Kagure, wacha kutumanisha watu saa hii, tunakutaka kutaka wewe live, tuongee na wewe hapa Jacaranda, tukijua tuko na mama mwenzetu ambayo tunakampeinia, tutauza sera zako Jinsi inawezekana kama mimi Eva ninasema hivi mahali popote huko, aa, ni wamama wa bunge Jakaranda na wanakujua vizuri sana, wanakufahamu kwa hivyo. Agnes tunaweza sema ni wewe tosha, si hivyo mama? yeah. Matosha. Na saa hizi tukisema mama tunakutaka mahali popote ulipo, na nikisema hivi Agnes Kagure, mimi niko na mtoto kwa shule. Kwa majina mimi najulikana kama Pauline. Mimi nimekuja hapa mbele ya madam Agnes, ninamuhitaji hapa kwa bunge la mwananchi Jacaranda na sababu hii Hawa ni wamama wa bunge la Jacaranda, hawa unaona Agnes. Na lengo letu kukuja kwa hili bunge, tulikuja na sababu, tukichagua viongozi wakuwa kuweza kusimama nasi, hata kwa mambo moja mbili tatu, lakini tumekuwa tukipiga kura na kuna usaidizi tumeshapata kwa hao wanaume. Sasa hivi tumekuja kwako Agnes, kwa vile tuko wamama hivi, wengi wao ni masingo madha, tunahitaji school fees. School fees, tuko na yani ulemevu wa school fees. Tukisimama pale kwa bunge, sisi huwa tunapiga tu kelele, tunaongea tu, lakini hakuna usaidizi yenye huwa tunapata. Watoto wetu wakaapo, wakienda shule, wanafukuzwa kila <coughs> siku, na sisi tunakuja hapo tukipiga kura ili tuweze kusaidiwa na wale watu wako pale mbele. Sasa hivi tumekuja kwako kwa Agnes, huweze kusimama na sisi kama mama, ili hujue mahitaji <coughs> ya <wa> mama, hata tunapoenda pale, mama Agnes kutuangalie sana hata kama tunaweza tuwekea ka business fulani mahali ili tukati tukifanya hiyo business tukijisaidia kulipa school fees, na huku tunauza sera zako hapa mutaani hapo, tutashukuru mama. Ni hayo tu mama. Power, power, power! Asanteni sana. Mimi kwa majina naitwa Alice Zindori natoka Vihiga, na mimi ni member wa wabunge hapa mimi ni mmoja wao mama hapa wa Jakaranda Bunge, na mimi nataka nipongeze Mama Agnes, Mama Agnes mali huko, na kuomba sisi vile utatuona, hii wamama wa Jakaranda hatuna usaidizi wowote eh, kweli. Na tumeona hivi tukushike mkono na wewe tushike mkono hey, kama unaweza sikia kilio chetu, sisi ni wamama, hata wewe unajua mambo ya jikoni, hmm, si wanaume wanaume ukienda kumwambia nipe, anakupea ya leo. Kesho anakuambia sina, lakini mama unajua mtoto wako anataka kukula, anataka kuoga, anataka kwenda shule. Sasa, kwa hiyo mama Agnes Kagure, na kuomba tu, hata mimi niko hapa na nikini, mtoto ako nyumbani amefukuzwa school fees. Hata sasa hivi mahali niko hapa nimepigiwa simu, amefukuzwa na ako nyumbani, na mimi saa hii sina uwezo. Hata saa hii natoka kibarua na sijapata kibarua, na saa hii hata sijui ataingiajeke ke shule Monday, na ako form 3 anaenda form 3. Na sasa, Mama Agnes Kagure, hawa mama wote wako kwako, wote wanasema uwasaidie. Na sisi tutakushika mkono hatutakuacha yeah. Wacha kuchukua wanaume wengine ukiwaweka kwa mfuko na hata watufikishii mm. kitu chochote yeah. Sisi tunakuja tunapiga mdomo hapa tunarudi Amina. Lakini hawa wanatoka hapa na sukari wanaenda kwa nyumba zao yeah. Na sisi wa mama tunaenda hivyo hivyo sasa mm. Mama Agnes Kagure kama utasikia hii kilio chetu mm. kama utasikia tu kilio chetu yeah. Mama Kagure yeah. Sisi tunataka kuongea na wewe macho kwa macho, tukusaidie kabisa. Sasa mama Agnes hii ni ombi langu mimi, nataka nikwambie hivi, kama unaweza kukuja ama tukutane, utupange sisi wa mama, hata ukijengea watu hapa kitu, mtu atakuwa anatoa kidogo anakula na kingine anaficha mm, anawekea mtoto kwa shule mm. Kama ni wewe tutakupatia kiti mm, hata utakataa kukupatia kiti na asanteni sana, na ayo tu. Mbarikiwe.